Na mimi ni Baraka One TV, saa 9 saa Afrika Kati, 10 majira ya Afrika Mashariki. Rajabu Akili Kabonga, the one and only town DJP. Ilikuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kuwa napata hizi habari za moto kila wakati. Ndugu zangu mazungumzo ya Qatar Doha. Uh, tulisikia kwamba o uh, wameshindwana. oh, uh, mazungumzo yameshindikana o uh, m inajiretire na of course M 23 iko na refoe tena, ma, ma, ma, maelema yake kwa pembeni ya, ya, ya Walikale wanataka warepen, Walikale wanataka waikamate tena Walikale, yeah lakini baada ya mazungumzo tena wameweza kurudia kwenye mazungumzo, wameenda kuzungumza nini? Na utakumbuka kwamba huku wazalendo walisema kwamba wao mazungumzo ya M23 na serikali wala haiwahusu. Niko na uh, niko na mashaka. Je, watakubaliana kwamba M23 iingie ndani ya FRDC? Je, serikali itakubali kuwapa M23 kile ambacho wanakitaka? wazalendo watakuwa wapi? soro ya wazalendo na wasiwasi kwamba kesho wazalendo watageukia serikali. Kesho, kesho sasa wazalendo ndo watakuwa tena warebel, kwa sababu wazalendo hawatakubali kuona warebel kama M23 wanakubali kuwa integre muarme mu FRDC la meme chose deplorer tout le temps kwamba tuko kwa infiltre tunaingiliwa na magaidi tena wale wale, ndo warudi waingie. Wazalendo watakuwa surprise kuona kwa kwamba basenyer de guerre M23 mu gouvernement strategique, mu gouvernement tandiske muzee wile mwa ya, ya kutumba e, e, wengine, wengine, wengine, e, e ekarte na, wasiwasi na ile Dosia ya Matata Mponyo ancien premier ministre Matata Mponyo, iko na kiburi sana, wakati iko na ujiwa na majaji wa mahakama ma ya kikatiba. Yuko unajibu jibu undireke, yeye hawezi kukamatwa, hawezi kushughulikiwa. Kwa sababu gani? Katiba inabidi kubadilishwa. Walijitengenezeaga mazingira ndani ya katiba ambayo iliwapa privilege, ambayo iliwapa protection. Tunaita leziminite kiasi kwamba uwezi kumpursuive huwezi kuangaje dosier ya ancien president ancien chef de letat, I mean, uh, the late prime minister, uh, the late minister nina nine, awezi kukawafuatilia kwa kesi, inabidi kwanza bunge ziweze kukutana wajadiliane, ili waweze ku, kukubali sasa uh, unakuta kwamba walio wengi wana bunge wote ni wapumbavu, ni wajinga ambao wanabebana, hawawezi kumwacha mwenzao mahakama imshughulikie im, im, im, im sababu wanajua kesho naye pia atafanya makosa yale yale watamwacha. Ndio maana wanakuwa wako nalinda. Sasa mahakama uh, ikasema licha kwamba mnajaribu kumlinda mwenzenu, tutampa miaka ishirini akapigwa miaka ishirini, huku bunge inazuia inashindwa kutoa hukumu kwa sababu ndani ya bunge lilelile Kiongozi wa bunge Vital Kamerhe iko na kesi ya ya ya Sanzo ya Sanjo. Sorry, nilicho kwamba waliweza kuifuta lakini eh ni kesi iko pale. Na wezi wengi wako bungeni pale. Kwa hiyo ni hivyo. Sasa haya uh, hi mama wili takwenda kuyagusia. Niko uh, niku very hot. Right now I'm very hot kwa sababu uh, nasikia kama serikali mambo ambayo iko naenda kufanya itatuangamiza sisi wazalendo. Naam, hii ni Baraka One TV na ilikuwa kwanza kupata habari zetu za moto, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. E, tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kuwa napata habari zetu za moto kila wakati. My brother from another mother Kizabe Ayeba, my brother from another mother Ejide Kizenga Tembele, my brother from another mother eh Shaban Seleman, King Sele, eh, the one the one, the one king, bwana wewe uko mfalme bwana eh, sijamsahau pia ndugu yangu Biondo Kilamba Mawe. Sijamsahau pia um, Asimwe Baguma Samwe, the only one ambaye yuko eh, yuko Czech Republic bwana, unatisha sana no, sijamsahau pia Kiza Salum eh, yuko USA. Mashaka Yamba e, mwana wa mahani <laughs> Mangombe uh... Um, pia ndugu yangu Elisha yuko Nairobi, Kenya y yeah. Sijamsahau pia un... Ramakei, you know, Ramakei story histwari moja ya kipekee sana yeah. Ramakei mnajua, um, ndugu zangu kupitia obelesosdia mzalendo the only person that was the first one to send the money was Ramakei from South Africa <laughs> this is the reality. Ramakei, well, the, the only one the first first one the first person that has to send the money from South Africa kupitia ya so mzalendo so um, naapprociete sana Ramake eh, pia namona na apa uh, ndugu na, yangu Kiza Kizanani eh, uh, Jacque Bahati eh, Ankis Kandeke dafea da E, wote hawa kunaifuatilia Baraka One TV so big up sana kwa nyinyi wote wote wote, east central pamoja na africa nzima, uh, congo republic democratic kuna mpaka um, kuna watu ambao wako Bukavu pia walichangia hiyo pesa, za za watu wa Bukavu, watu wa goma ushelewa. So uh, ndugu zangu, tuungane pamoja kwa ajili ya opere sosa dia mzalendo. Lengo letu sisi ni kuwa na kuwasaidia ndugu zetu wa zalendo. Unaona, ndio maana kwa maana nawaambia hii kesi yetu haitaisha Eh, kesi yetu iko pale pale. Uh, tunatoa lakini pia jinsi mko mnazidi kurenforce ile pia inatupa courage na kusema kwamba tuzidi kwenda mbele, so tuna appreciate sana kwa hili na ka, kamene kazi mko mnaiona kazi ambayo iko nafanyika, mko mnaiona na tutazidisha hapo yeah. Kwa sababu kuna kitu kimoja pia ambacho inabidi tu tufikirie. Baada ya vita, kuna watu wengi ambao watakuwa ni, ni victims wengi sana watasuffer so inabidi tu assist, ni wengi sana yeah. Kwa hiyo tuko tunaenda na tunajua nini ambacho u tunafanya, so ni hivyo. Kama bado hujawahi kuingia contact na B1 TV uh, that's our number. Please, contact B1 TV, na tutaweza kupata nafasi ya kuweza kushughulika wote kwa pamoja. So tunashukuru sana kwa hile uh, na tuanze na hili hapa um, maswala ya mazungumzo ambayo yanafanyika Doha kulikuja tangazo ambayo ilisemekana kwamba magaidi wa M23 wameshindwa, wameshindwa na Doha. Wao walikuwa wanataka watu mia saba waweze kuwa e, kuachiwa huru katika watu mia saba ambao wao walipropose. Serikali iliachia watu watano, na tuliwaona e, ndani akiwemo mbunge wa taifa wa Bazwele na wengine na wengine na wengine na wengine sasa. uh, baada ya kuachiwa wale huru magaidi wakasema, sinonono hapana. Watu ambao wamewachia huru sio watu ambao sisi tulikuwa tunataka. Tuna kati ya watu ambao walikuwa ambao wanafungwa kuna makanali, kuna majenero, kuna kuna watu mbalimbali tu ambao ni washirika wa karibu wa M23. Kwa hiyo, serikali ikachia wale ambao wao ili ili kwamba hawa itawaachia. Baadaye wakasema no, kama ni hivyo, sisi hatu hatuendelee. Sasa nini kilibadilika? Mambo yalikuja kubadilika baada ya FRDC na Wazalendo. Boss surtout beaucoup plus wazalendo. Unajua so, kwamba wazalendo wao wanasema kwamba sisi hatujali so, mazungumzo ya doa sisi hayatusu. So wazalendo wakakiwasha, wakawatoga magaidi wa maeneo ya Walikale Masisi, wakapiga nani Walungu, wakapiga Katana nani, Kalehe wakawapiga kweli kweli. Baada ya kuona kwamba uh, wanapigwa <laughs> jama, jamaa wakarudia wakarudia kwa mazungumzo. Uh, nilipenda communique ambayo waliachia waliachia communique mmoja ambayo iko iko na adabu. Unaona zamani walikuwa na wanasema oh, regime de Kinshasa, Utawala wa Kinshasa, lakini e, iko communique ambayo walikuja kuachia iko na adabu. Usielewe, ngoja ni isome. Niliipenda kwa sababu ilionyesha adabu. Pia tusome communique ya ni pamoja ambayo walikubaliana. Tuanze kwanza na hii ya ya M23.

les conflits par des moyens eh, pacifiques. Des représentants de la République democratique du Congo, RDC et de la Alliance Fleuve Congo euh, ont tenu eh, des pourparlers de paix euh, eh, facilités par l'Etat du Qatar no, katika hali ya kuelewana kiurafiki, eh, ya kujitolea kwa pamoja eh, kumaliza mzozo ndani ya nchi magaidi wa M23 na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameweza kuongea, kuendesha mazungumzo yao kwa urahisi kabisa kwa kusaidiwa na nchi ya Qatar. Après des discussions franches et constructives, les représentants de la République démocratique du Congo et de l'Alliance pv Congo bar M23 ont convenu de travailler pour ouvrir la conclusion effectif eh, baada ya mazungumzo ya sokwe ya, ya kinafiki yenye kujenga eh, wawakilishi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wale wa magaidi wa M23 walikubaliana kufanya kazi kwa pamoja kwa ajili ya kuweza kuleta mwisho mzuri kwa kuweka njia

Katika hali ya makubaliano ya pamoja ngambo zote mbili zimekubaliana kuweza kuacha mara moja mapigano na mara moja kuweza kutupile mbali matamshi ya ya chuki na pia e, matamshi ya chuki na kuhitaji jamii zote ziweze ku, kukaa kwa amani na kuheshimiana na kuheshimu pia makubaliano.

au conflit dans le territoire de l'Est de la Republique democratique du Congo. Ma, uh, sehemu zote mbili zimeweza kukubaliana kwa pamoja kuweza kuweka njia sahihi ya mazungumzo ambayo itafanya amani ya kudumu iweze kupatikana, uh, ndani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi mashariki mwa nchi hiyo. Le representant de la Republique democratique du Congo, mwakilishi wa DRC, um, e de l'AFC, na wale wa magaidi wa M23 sangaje wameweza kuingia kukubaliana kwa kuheshima respecte des engagements makubaliano uh, panda toute la duree de pourparler katika mazungumzo, kwa muda wote ambao watakuwa wako nazungumza na, na kuweza kupata majibu. Les deux parties appellent le peuple congolais les chefs religieux les medias a soutenir et diffuser ces messages d'espoir et de paix. <laughs> Uh, ngambo zote mbili zinataka wananchi viongozi wa dini, waandishi wa habari kuweza kusupport na kutangaza ujumbe huu le representant de la republique democratique du congo de la fc exprime leur sincere gratitude a l'etat du qatar pour les efforts. Jamhuri ya kidemokrasia Kongo na magaidi wanaonyesha um, uh, kuelewa kwao na wanakubaliana na uh, engagement ambayo Qatar imeweza kufanya. Ushelewa niulize hapo uwe la place de wazalendo. Where is wazalendo's place? Nafasi ya wazalendo hapo iko wapi? Ndio maana nilisema kwamba wazalendo wamewekwa nafasi gani? Erezma wazalendo. Hawana makubwa mm. Wakubaliane kule vyao vinawaangalia. Sisi tunalinda ardhi yetu. Katika makubaliano watawekana wapi? Magaidi watapewa nafasi gani? Watafanya nini? Watakuwa wapi? Watashiriki kitu gani? That's my question. Je, serikali inakataa kufanya mixage na, na brasage kuwaingiza magaidi muarme sasa watakubaliana kitu gani? na kama unaona ilipanda eh, eh, no, uh, no, no, ni kwa sababu wazalendo hawataki haya mambo yao. Wanadai kwamba kile ambacho wako nazungumza wao hawakiwahusu, na, na ndio maana wanafanya chini juu ili kukomboa maeneo ambazo zinadhibitiwa na magaidi walikuja kuwanyanganya wazalendo. Kwa hiyo kazi bado ingali kubwa, hata kama hii mambo ikimalizika kati ya M23 na serikali, na wasiwasi kwamba bado kutakuja kuwa vurugu kati ya wazalendo na serikali, kwa sababu wazalendo hawatakubali magaidi wa M23 waje waingie waje wapewe nafasi za uongozi waje wasimamie mambo mbalimbali, kisha wao ambao wanamwaga damu ambao tunapigana kwa ajili ya, ya, ya, ya, ya, ya nchi hii tuwekwe pembeni, utakuja kuwa kati ya serikali na wazalendo huko mbele ya safari, endapo serikali haitakuwa makini. Sisi wote no, na ukongomani, na tunahitaji nchi yetu ikae sawa, lakini tuheshimiane sisi wote. Haitakuwa mtu tu analamka na malalamiko yake anapewa privilege, wale wengine ambao wako wana fight for uh, for their families, for their land wanakosa. So hiyo ni hivyo, tuingie kesi ya Matata Mponyo. Matata Mponyo amekumiwa miaka 20. Kwa nini amekumiwa miaka 20? Aliitwa kwenye mahakama ya katiba mara ya kwanza kaenda. Akajieleza vya kutosha. Mahakama ikamwambia ukipoa nenda utakuita tena. Anaenda kula anaenda kuongea na na wabunge. Wabunge wanazuia kwamba huu ni mbunge hawezi kufuatiliwa kesi yake. Damn it. Matata Mponyo alikuwa kwanza ni waziri mkuu before hajawa mbunge. Sawa. Na kama alienda kuchaguliwa ni mahakama ya kitaifa eh, mahakama ya katiba ndiyo iliruhusu Matata Mponyo afanye campaign, na kama alikuwa validated kama mbunge ni mahakama ya katiba ndiyo ili validi nani yake eh, kuchaguliwa kwake. Lakini Matata Mponyo iko nasema kwamba yeye hii kesi inaenda kwa kisiasa sana, haiko kihalali, wanapeleka kisiasa na ndio maana wanamuonea sasa. Uh, watu wanajiuliza kama wanakuonea, mbona mahakama hii ambayo unasema inakuonea ndio ilikuruhusu wende ugombee ubunge, na hii hii ndio nakuruhusu endelee kutembea unaona. So walivyomwita kwa mara pili, akagairi kwenda, akasema hawezi kwenda, yeye ni mbunge wa taifa, na hivyo wabunge wakamtetea. Na kweli wabunge kama vile ni makondoo ambayo yamefungwa macho, wakaingia ndani ya chumba chao na wakapiga kura, wakazuia mahakama isifanye kazi yake, kwenda kumhukumu. Mahakama kumhukumu Matata Ponyo, anahukumiwa kwa kesi ya ufisadi. Kuna project ambayo inaitwa Agro Pastorali ya Bukangalonzo. Bukangalonzo ilikuwa ni ina, ina project kubwa ya kiserikali ambayo ingesaidia wakongomani kuweza kuishi maisha moja ya kifahari ndani ya Bukangalonzo, ingetapakaa mikoa yote, watu wangekuwa na access ya kupata mbegu za kulima, watu wangepata kufuga, watu wangekula nyama, wangekula mimea, donc njaa Kongo ingepunguka, lakini ile pesa yote ambayo ilitoka, Matata Mponyo alikula yeye pamoja na familia yake, alitengeneza kampuni fake. Akaweka ma actioners fake wakawa wanaenda kuchuma zile pesa wanazikula wao na familia zao, serikali inasubiria, project inakufa, hakuna hata kitu zaidi ya mamilioni mahamsini masabini milioni. Hii inashinda sanjo sanjo, ilikuwa ni sengatmi hii, kama iko ni ma 70 ma 80 milioni walikula. Sasa mahakama ikasema pana Huyu bwana mdogo anachezea serikali. Akapigwa miaka 20. Eh. Na akamatwa popote ambako anajificha. So ndio hivyo. Matata mponyo sasa hivi yuko mu mikono ya ya sheria. Wale wote ambao wako wanategemea kula rushwa ya ya, ya inchi kuharibu inchi wakitegemea kwamba watalindwa. Now there is no protection. If you are stealing government money, no government money. The people's money, Utasafa one day, so big up sana kwa wote ambao mko na watch B1 TV. Eh, hiyo ndio maelezo ambayo niko nayo kwa siku hii ya leo. Tukutane nane saa 12. kwa ka mitazamo mbalimbali kutoka Baraka1 TV. Rajabu Akili Kabonga, The one in town, DJP, naishia hapo hivyo.